Mgeni yoyote anapoingia anakutana na afisa wa uhamiaji, anamwambia karibu, na anapoondoka anaagana naye. Nyinyi ni receptionist, nyinyi ndiyo sura ya Tanzania, nyinyi ndiyo mmebeba ukarimu wetu, nyinyi ndiyo mmebeba utamaduni wetu mnapaswa kuwa mfano wa kuigwa. Vyombo vingine vyote vitakapokutana na mgeni, nyinyi ndio expert wa eneo hilo. Mgeni ana namna anavyokaribishwa. Wako wengine wanageuza maslahi watakapomwona mgeni na sio tu anapoingia na kutoka bali hata anapokuwa katika shughuli zake. You are still in charge of all the foreigners in our country, whether they are investors, whether they are tourists. Nyinyi ndio in charge na mta, mteja wenu mkubwa ni anayeingia na kutoka na hususani wageni. Kuna unapomkuta mgeni anababaishwa atao kumtali, please draw interest ya kujua huyu mgeni niliyemkaribisha mimi afsa uhamiaji huku, mbona namuona anababesha, take interest, hata kama huko hauko kazi, ili usote out. Kwa sababu nye ni wanadiplomasia namba moja, ne ndio wanadiplomasia namba moja, mnayewakilisha mamlaka zetu za nchi. Mlitambua hilo mkalisimamia, mkachanganya na ule wimbo mliouimba wa maadili. Mimi hotuba yangu ingeweza kuwa imeisha. Minimum elimu ya afisa wa uhamiaji, hata askari wa kawaida lazima iwe labda diploma and above. Kwa nini? Kwa sababu huyu ni diplomat, afisa uhamiaji ni diplomat. Wale vijana vijana mlioko hapa, kama mmelizikalizika na hizo force number mlizonazo na hizo crown, halafu hauna hataka diploma uweze akakujua lugha mbili tatu, wewe sio afisa